Hey, daktari mama yao. Guys, wacha nikwambie Mungu ni mwema siku zote. Sasa mimi nimepita pilikapilika zangu nikakutana na dawa hii. Dawa inaitwa eh, nderema. Hii nderema inatibu magonjwa kumi eh, ikiwemo kuhara, ikiwemo kutapika, ikiwemo eh, malaria ikiwemo inaitwa ngaji hiyo ugonjwa wengine, yaani ugonjwa ni mingi type kumi, inaitwa nderema na nimepata dawa so, kama unakonjeka ugonjwa wa malaria typhoid nini, pitieni mama yao Irene Nekesa that 31, ndio hii dawa. Na prepare hapa, natengeneza e, natengeneza hii dawa kwa wagonjwa wangu e, so hii dawa nimepatikana, alafu ukikunywa kwa mwili ina slide, yaani inaosha kila kitu. E, inaitwa nderema hii. E, kuipata si rahisi e, unaweza itafuta east west, e, South Africa e, Australia, Canada hauwezi ipata, ni mimi tu naweza ipata hii e, dawa unaona, e, dawa, e, dawa kupatikana si rahisi e, inaitwa nderema so, guys kama unakonjeka maugonjwa e, tofauti tofauti tafuta Irene, mama yao daktari mwenyewe ameshaingia mchini e, ameshaingia mchini naitengeneza kwa ajili ya e, wauguzi, e, wauguzi wauku, ama wa wauguzi wanakonjeka yani, e, namaanisha hivo. E, nitafuteni namba iko pale chini ehe.